Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana kwenye tafakari yetu yenye kichwa "Nyumbani". Nyumbani kuletea tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustini Kamugisha, paroko wa parokia ya Minziro na msimamizi au gambera wa kituo cha Ija cha mtakatifu Yohana Maria Muzei, mtakatifu pekee Mtanzania, mmoja wapo wa mashahidi wa Uganda. Somo linalotuongoza ni kutoka katika injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 17 hadi wa 18: alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu. Mwisho wa kunukuu. Wapendwa katika Kristo, masimulizi juu ya mwana mpotevu ni injili ndogo katika injili. Huyu mwana mpotevu alitoka nyumbani kwa vile alikuwa na mtazamo asi wa nyumbani, lakini baada ya kupata matatizo akawa na mtazamo chanya juu ya nyumbani. Ndiyo kiini cha tafakari yetu, nyumbani. Nyumbani ni nyumbani. Gazeti moja huko London lilikuwa na shindano la tafsiri bora ya neno nyumbani. Tafsiri iliyoshinda ilikuwa nyumbani ni mahali unapoheshimiwa zaidi na kulalamika zaidi. Tukumbuke mwana mpotevu alikuwa na ndugu yake, kaka yake, ambaye yeye alikuwa analalamika nyumbani. Na mwana mpotevu aliporudi baba yake akaweka function ka sherehe. Sasa yule kaka mtu akakataa kuingia ndani, akaanza kulalamika. Akasema, mimi nimekaa pamoja na wewe, nimekufanyia kazi kibao, shughuli nyingi, lakini hujawahi kulipa mwanambuzi nisherekee na marafiki zangu. Na baba akashangaa, sema vyote nilivyo navyo ni vyako, malalamisha nini? Kwa hiyo nyumbani ni mahali unapoheshimiwa zaidi, lakini kwa wengine ni mahali pa kulalamika zaidi. Haipaswi kuwa hivyo. Kuna mambo matatu tu ya nyumbani. Kwanza, Nyumbani ni mahali pa usalama na ustawi. Nyumbani ni vizuri, pakawa mahali pa ustawi na usalama. Ustawi wa taifa unaanzia nyumbani. Nyumbani ni shule ya kazi, nyumbani ni shule ya kuchekalika. Nyumbani kila mtu ni mlinzi wa ndugu yake, ndio maana tunaongelea usalama nyumbani. Miguu inatoka lakini moyo unabaki, kuna usalama. Tony Ruskin alisema hii ndiyo asili halisi ya nyumbani: ni, ni mahali pa amani, kimbilio si tu dhidi ya majeraha, bali pia dhidi ya hofu zote, mashaka na mgawanyiko. Pili, nyumbani mahali pa kupendwa, ni mahali pa kudhibitishwa, ni mahali pa kukubaliwa. Mwana mpotevu baada ya kupata shida ya njaa alitafakari tu ya nyumbani akasema, mbona watumishi nyumbani wanakula na kusaza na mimi niko hapa? Mimi ni zaidi ya mtumishi, ni mwana. Ntaenda nyumbani, nitamwambia baba, nimekosa mbele yako na mbele ya mbingu, sistahili hata kuitwa mwanangu. Bila shaka alifikiri kuwa atatendewa vizuri zaidi ya watumishi, atakubaliwa. Na kweli alikubaliwa, na kweli alithibitishwa. nyumbani alipopatia maana chanya Tupafanya nyumbani payo mahali pa kupenda na kupendwa, kuthibitisha na kuthibitishwa, kusifiwa na kusifu. Tulipokuwa wadogo, baba yangu mzazi na mimi kaka yangu alitufundisha, ali mama alipokuwa anapika tunakula chakula na tunafurahi. Baba alitufundisha tumwambie mama mayi wa chumba maana yake mama umepika vizuri. Tatu, nyumbani ni mahali pa toba na urejesho. Baada ya kutoa maana nzuri ya nyumbani, mwana mpotevu alirudi nyumbani akafanya toba: nimekosa mbele yako, nimekosa sistahili. Mwana mpotevu alipanga kuomba msamaha kwa baba yake. Nyumbani ni mahali pa kuomba msamaha, nyumbani ni mahali pa kutoa msamaha, nyumbani ni mahali pa kufundisha msamaha. Baba akasema kwa watumishi, ala, kamletee kanzu yake nzuri, mvishe mweke pete mkononi mwake na viatu juu ya miguu yake. Luka sura ya 15 mstari wa 22. Kanzu jeupe ni ishara ya kurejeshwa wa heshima, heshima ya mwana, sasa umekuwa safi. Pete ni ishara ya kuaminiwa tena na utambulisho kwamba huyu ni mwana familia tena. Viatu ni ishara ya kuwa huru na utayari. Nyumbani toa msamaha, nyumbani omba msamaha, nyumbani fundisha msamaha. Yote yakisha semwa Nyumbani ni mahali ambapo moyo unaweza kucheka bila aibu. Nyumbani ni mahali ambapo machozi ya moyo yanakauka kwa kasi yake. Mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji, naomba huu ujumbe wa nyumbani utafakari vizuri, jaribu kushare. usisahau kusubscribe. tumsifu Yesu Kristo amen.